Mwanamichezo, karibu tukuhabarishe taarifa zote za kimichezo zilizojili muda huu na zitakazoendelea hapo baadaye kupitia Nombo TV. Wewe cha kufanya subscribe tu chaneli yetu, ili upate taarifa zaidi za kimichezo. Tukianza na klabu bingwa pamoja na shirikisho barani Afrika, Yanga Africans wamefanya mazoezi yao ya mwisho pale Malawi ili kukabiliana na Silver Streka, mchezo huo utakaopigwa siku ya kesho pale Malawi. Kuhusiana na kikosi kizima, uongozi wa Yanga Africans pamoja na benchi la ufundi umesema kikosi kizima kipo sawa na afya tele ili kuikabili Silver Strikers siku hiyo ya kesho. Endapo tu Young Africans watashinda mchezo huo, watageuza nao hadi jijini Dar es Salaam ili kumalizana nao hapa Benjamin Mkapa. Endapo wakishinda watafuzu moja kwa moja hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, kusubiri nani atapangwa nao. Kuhusiana na Clement Mzize, daktari wa Yanga Africans amesema kwamba Clement Mzize yupo kamili gado ili kukabiliana na Silver Strikers mchezo huo wa kesho. Tutarajie yeye kuungana na kikosi hicho ili kuikabili Silver Strikers kwenye mashindano hayo. Tukiungana na wekundu wa Msimbazi Simba, wao wamewasili salama pale Eswatini, kuikabili Usingizini FC. Klabu hiyo imetoa taarifa fupi kuhusiana na Musa Kamara kwamba atakuwa majeraha toka alivyotoka kukabiliana na mashindano ya kimataifa kwenye nchi yao. Toka alivyorejea kutoka kwenye timu yake ya taifa, hakuwa sawa, alikuwa na injari ambayo ilikuwa inamsumbua. Musa Kamara atakuwa nje kidogo ya muda kuikabili Usingizini FC. Simba wakishinda mchezo huo watageuza nao hadi Dar es Salaam, uwanja wa Benjamin Mkapa kukabiliana nao ili wafuzu hatua inayofuata ya makundi, endapo wakishinda mchezo huo. Wewe cha kufanya endelea tu kusubscribe chaneli yetu upate taarifa zaidi za kimichezo kupitia hapa NOMBO TV.